namba 184 ambapo mchezo huu hu, utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Kwa mujibu wa ratiba ambayo imeweza kutangazwa na TFF mchezo huu wa marudiano wa mkondo wa pili ligi kuu ya NBC, basi unatarajiwa kucheza wiki, yani siku ya Jumapili ya tarehe 15 tano ya mwezi wa sita mwaka 2025 na 25. ambapo klabu ya soka ya Simba wao wanaendelea na maandalizi huku klabu ya soka ya Yanga nao pia tumeona wapo wakifanya mazoezi katika viunga vyao. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni kwamba klabu ya soka Yanga Sports Club wao wamegoma kwamba hawatapeleka timu uwanjani kuelekea katika mchezo huo, kwa sababu wanaamini kwa upande mwingine, bodi ya ligi kuu Tanzania bara hakuwatendea haki katika mchezo wao ule wa mkondo wa wa, wa, wa, ule, utakaochezwa tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2025 kwa sababu tunashuhudia Yanga Sports Club wakaweza kuja na mambo yao manne, ambapo Yanga wanataka bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya uendeshaji wa bodi ya ligi ya masaa sabini na mbili iweze kuvunjwa, vilevile kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF na bodi ya ligi iwe huru. Hapo ndiyo matakwa ambayo Yanga wanayataka kwa sasa ili waweze kucheza mechi namba sasa. Kutokana na hiki ambacho kinaendelea, Simba Sports Club ni kama wameshuka. Siku ya leo wameweza kutoa taarifa kwa umma kwamba wao pia wanataka mchezo huu uchezwe kama ilivyopangwa, yani tarehe kumi na tano mwezi Juni mwaka 2025 na, na kama bodi ya ligi kuu Tanzania Bara watausogeza mbele mchezo huo, basi Simba Sports Club hawatakuwa tayari kucheza tena mechi dhidi ya Yanga Sports Club kwa sababu wanaamini kwamba watakuwa wamesalia na michezo mingine miwili ya ligi kuu ya NBC. Sasa kupitia taarifa ambayo imeweza kutolewa na uongozi wa klabu ya soka ya Simba siku ya leo Julai 12 mwaka 2025, inasemaje? Inasema hivi: klabu ya Simba inawaarifu umma na wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa misingi huo, klabu ya soka Simba haitashiriki mchezo wowote uo wa namba 184, isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili, yaani tarehe kumi na tano Juni elfu mbili na ishirini na tano tuna wa, tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuingia kuiunga mkono timu yetu nguvu moja. Imetolewa na uongozi wa klabu ya soka ya Simba, Juni kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano Kwa hiyo tunaona msimamo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa sasa hawatashiriki mchezo mwingine ambao utapangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, bali wao wanautambua ule mchezo wa Jumapili, kwa sababu wanaamini hakuna sababu za msingi kupelekea kuahirisha mchezo huu. Taswira hii inaonyesha kwamba kuna harufu ambayo Simba wameweza kuinusa kwamba kuna uwezekano bodi ya ligi kuu Tanzania Bara wakatangaza mabadiliko ya ratiba ya mchezo huo kwa sababu ikumbukwe Yanga Sports Club kuna matakwa yao wanayotaka yale maneno ambayo tumekwambia na wakaomba wapangiwe tarehe nyingine mpya. Kwa hiyo tunaona Simba kama wamenusa harufu hivi na kuweza kutoa tamko mapema tu kwamba hawatashiriki mchezo mwingine zaidi ya Yanga kama mchezo namba 184 kama bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara watapanga tarehe mpya, na ikumbukwe klabu ya soka Simba Sports Club vile vilevile katika taarifa ambayo walitoa Juni eh, kumi waliweza kuomba kwamba Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jeoni ya tarehe saba mwezi wa tatu mwaka 2025 na wachukuliwe no hatua wa stahiki na mamlaka husika. Kwa hiyo, hiyo ni taarifa ambayo Simba walitoa na kuweza kusisitiza kwamba watakwenda kucheza mchezo wa hatimaye tena. Wametoa taarifa nyingine ya pili siku ya leo, wakisisitiza kwamba hawatashiriki mechi nyingine kama bodi ya ligi kuu Tanzania bara watabadilisha ratiba. Lakini kwa mujibu wa afisa mtendaji mkuu wa bodi Almas Kasongo aliweza kufungua na kusema kwamba mchezo huu upo pale pale na taratibu zinakwenda na kuweza kuwatakia Yanga na Simba maandalizi mema. Kwa hiyo, kwa mujibu wa bodi wao, mpaka sasa mchezo wanautambua, kwa sababu bado hajatoa taarifa nyingine zaidi ya ile taarifa kwamba mechi ipo.